Tuelekee kaunti nambari 11 ambapo wanakijiji wa Raap Oldonyiro, huko Isiolo wameanza shughuli ya kuboresha mazingira yaliyoharibiwa na mmomonyoko wa udongo. Shughuli hii ilifanikishwa kwa usaidizi wa shirika moja la mpango wa chakula duniani lenye ushirikiano na nchi ya Korea, ambayo inanuia kuwapa mafunzo wakazi wa Isiolo yatakayowasaidia ya kudhibiti uharibifu wa mazingira. Tunajaribu kutengeneza ardhi yetu iwe mzuri kwa sababu tunaona hii mtaro natuadharisha, hata watoto yetu wanaadhirika kwa sababu ya wakipitia wanaweza anguka, na pia sisi tunapoenda kama ni town ama kushota maji, huwa tunaanguka tukibeba mitungi, tunaangukia lakini tunajaribu sana kwa sababu tunatengeneza irudi vile ilikuwa na pia tunaimiza, kama itapatikana mashirika wengine pia hii swali iendee hata mpaka ngavana wetu aweze kuona vile tunajitolea, tukiwa watu wa Oldonyiro ambaye kuja kufanya hii kazi bila hata malipo, ambaye watu wanajitolea tu bila malipo. Na wakatini wakati, ni wakati ya kiangazi kwa sababu hii maponde imeweza kutuangamiza sisi hapa sana. Mamifuko mingi sana imeangamia hapa kwa muda. Kulingana na hii mazingira, tunatumai ikirejesha baadaye hii udongo ikirejesha iki ikuje vyenye ilikuwa, tukipata nyasi mzuri uh, tutaweza pia kufungua eh, ma, ikuwe mahali ya mfugo ambaye tunalisha eh, tunafaten, tunafaten goats na tunaenda kuuza kwa soko.